karibu mpendwa wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo ijumaa juma la 11 kipindi cha kawaida mwaka che wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa mtume paulo kwa wakorinto sura ya 11 aya ya 18 na aya 21 hadi 30 na somo la injili linatoka katika kitabu cha Mwinjili Matayo sura ya sita, aya kumi na tisa hadi ishirini na tatu. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wezi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza Si giza, hilo neno la bwana sifa kwako eh, kristo ni sehemu muhimu sana ya mahubiri ya mlimani ambamo yesu kristo anawafundisha wafuasi wake kuhusu maisha ya kiroho na uhusiano wao na mali za dunia nuru ya ndani na utangamano wa moyo wa mtu na mungu katika sehemu hii yesu anatoa mafundisho makuu juu ya hazina Moyo wa binadamu na umuhimu wa kutafuta mambo ya mbinguni kuliko yale ya kidunia. Somo hili linakuwa na uzito mkubwa katika maisha ya Mkristo na mafundisho ya kanisa katika vipindi vyote, likiwa chanzo cha mang'amuzi, maadili na mwanga wa maisha mapya katika Mkristo. Yesu anawatahadharisha wafuasi wake dhidi ya kuweka matumaini na maisha yao kwenye mali za dunia, hazina zinaweza kuharibiwa au kuibwa. Badala yake, anawahimiza kuweka hazina mbinguni, ambako hakuna kitu kinachoweza kuharibu au kuiba. Hazina ya dunia ni vitu vya kupita: mali, fedha, fahari, sifa, utajiri wa muda mfupi. Hazina ya mbinguni ni matendo mema, upendo, huruma uaminifu kwa Mungu Mungu na na hali ya ya kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Yesu anatumia mfano wa jicho kama taa ya mwili, ikiwa jicho au maono, nia, mtazamo ni safi, basi mtu ataona mwanga, atatembea katika nuru. Ikiwa jicho ni bovu au mawazo, nia potofu, tamaa mbaya, mtu atakuwa gizani. Hapa jicho linawakilisha mtazamo wa ndani wa mtu. Ikiwa tunatazama dunia kwa nia safi, upendo na unyofu, basi maisha yetu yatakuwa yamejaa mwanga wa Mungu, lakini ikiwa tunatazama kwa tamaa, wivu, ubinafsi, maisha yetu yatakuwa ya giza. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anafundisha kwamba mali na vitu vya dunia ni vya kupita, hazina za dunia zinaweza kuharibika au kuibiwa. Hazina za mbinguni, yaani matendo mema na uhusiano na Mungu, ni za kudumu na haziharibiki. Mkristo anapaswa kutambua kwamba maisha haya ni ya muda na dunia siyo makao ya milele. Tunapaswa kutumia vitu vya dunia kwa hekima na kwa lengo la kumtukuza Mungu, siyo kuvifanya kuwa vyanzo vya furaha na tumaini letu la mwisho. Kila mkristo anaitwa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Tunapoweka msingi wetu kwa Mungu na matendo mema, tunakuwa na furaha na amani ya kweli, tofauti na furaha ya muda mfupi, yaani mali za dunia. Tunachokipa thamani ndicho kinachotawala maisha yetu. Ikiwa moyo wetu umeelekezwa kwa Mungu, tutakuwa na amani na furaha ya kweli. Ikiwa moyo wetu umeshikamana na vitu vya dunia tunakuwa na hofu, wasiwasi na tamaa isiyoisha. Hivyo mkristo anapaswa kuchunguza moyo wake na kujiuliza, ninathamini nini zaidi, mungu au vitu vya dunia? Hii ni wito wa kufanya tafakari ya ndani na kufanya toba pale tunapogundua tumepoteza mwelekeo. Ndugu zangu wapendwa, watakatifu mbalimbali wamefundisha mbali na kutafakari sana juu ya sehemu hii ya Injili mafundisho yao yanatusaidia kuelewa kwa kina na kutafsiri katika maisha yetu ya kila siku. Mtakatifu Agostino wa Hipo anasema, usiweke moyo wako katika vitu vya dunia, vitu hivi vitapita, lakini moyo wako ni wa milele. Ikiwa utaupeleka moyo wako kwenye vitu vinavyopotea, nawe utapotea. Ukiweka kwa Mungu, utadumu pamoja naye milele. Mtakatifu Agostino anasisitiza kuwa moyo wa mtu ndio unaamua uelekeo wa maisha yake. Tunapompenda Mungu na kuyatazama mambo kwa jicho la imani, tunapata mwanga wa kweli. Pia Mtakatifu Francisco wa Asizi alichukua mafundisho haya kwa vitendo kabisa. Aliacha mali zote za dunia na kuishi maisha ya ufukara, akisema, mali za dunia hufunga moyo wa mtu na kumzuia kumwona Mungu. Ni afadhali mtu au masikini duniani, lakini tajiri mbinguni. Pamoja na hayo yote, Mtakatifu Yohane Chrysostom anaelezea kwamba tamaa ya mali ni mzizi wa matatizo mengi ya kiroho. Anaonya na kusema, ikiwa tunakuwa watumwa wa mali tunaweka giza ndani ya mioyo yetu, lakini tukitoa na kusaidia wengine Tunajenga hazina isiyoharibika mbinguni. Anasisitiza juu ya kutoa sadaka, kusaidia maskini na kutokuwa na uchoyo kama njia ya kuweka hazina mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, kila Mkristo anashauriwa kutanguliza uhusiano wake na Mungu kuliko vitu vingine vyote. Hii ina maana ya kutafuta na kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Mali na vitu vya dunia sio vibaya bali ni zana za kumtumikia Mungu na jirani. Tunapaswa kutumia mali kwa kuwasaidia wahitaji, kujenga jamii bora na kusaidia kazi za kanisa na huduma nyingine za kijamii. Tunapaswa kujichunguza mara kwa mara. Je, moyo wangu umefungwa kwa mali za dunia au umefunguliwa kwa Mungu? Je, naweka hazina yangu wapi? Tafakari na sala ni njia kuu za kujua hali ya moyo wetu. Ndugu zangu, tunatakiwa kuwa na nia safi katika matendo yetu, kutenda kwa upendo na unyofu na kujiepusha na tamaa, wivu au binafsi. Mtazamo wetu uwe wa kumtazama Mungu na kuona watu wengine kwa jicho la huruma na upendo. Kutoa ni njia mojawapo ya kuweka hazina mbinguni. Tunapotoa kwa hitaji maskini na kusaidia kazi za kimungu tunajenga hazina ya kudumu mbinguni. Kutoa ni tendo la upendo na imani. Tunapaswa kuomba mwanga wa Roho Mtakatifu ili jicho letu la kiroho liwe safi, tuweze kuona mambo kama Mungu anavyopenda na kumfuata Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa, Kipindi hiki cha kawaida katika liturujia ya kanisa ni kipindi kirefu kuliko vyote katika mwaka wa kanisa. Ni kipindi ambacho Wakristo wanaitwa kuishi imani yao katika maisha ya kawaida ya kila siku bila sherehe maalumu, bali kwa kukua katika utakatifu. Katika kipindi hiki, Wakristo wanaitwa kuishi mafundisho ya Kristo katika shughuli zao za kila siku, kazini shuleni, majumbani, katika biashara na mahusiano. Tunapotumia mafundisho haya, tunajenga hazina mbinguni, tunakuwa na jicho safi na tunamruhusu Mungu kutawala maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, watakatifu wametilia mkazo umuhimu wa kuishi maisha yasiyo na tamaa ya mali, bali kutoa, kujitolea na kutenda mema kwa upendo wa Kristo. Maisha ya Mkristo ni safari ya kujikana, kutanguliza mambo ya Mungu na kuishi kwa upendo na unyofu. Ni wito wa kila siku wa kujenga hazina ya milele, kuwa na mwanga wa Kristo ndani yetu na kueneza nuru hiyo kwa wengine. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratel John Peter Washirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo.